Lakini tunatambua umuhimu wa kukuwezesha kufanya kazi kwa ufanisi, kwa kukupatia wabunge wa chama cha mapinduzi. Tunakuhakikishia kama bunge linalomalizika sasa, wabunge wote ni wa CCM na litakalokuja kutoka Pwani wabunge wote ni wa CCM. Na ninaamini kwa nchi nzima itakuwa hivyo hivyo. Pia tutakuletea madiwani wa Chama cha Mapinduzi ili halmashauri za wilaya na miji zote ziwe chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hatuko tayari Mheshimiwa Rais na mgombea wetu kuchanganya pumba na mchele. Katu hatufanyi biashara hiyo.